Siku ya jana ilikuwa ni siku ya Idi mosi, Idi ya kwanza na leo ni Idi pili yn yani, eh, siku ya pili ya sherehe za siku kuu za Idi baada ya kutoka kwenye mwezi uh, mtukufu wa Ramadhani. Sasa uh, taasisi mbalimbali mbali, waga zinaposti kwamba Jamani, eh, idi mubaraka, idi mubaraka. Sasa moja kati ya watu ambao wameweza kuposti eh, kuishi watu ni ukurasa rasmi za lebo ya WCB ambapo wao waliposti picha ya muunganiko wa wasanii wao ambao wapo chini ya lebo hiyo, na kuposti kuwatakia watu kwamba jamani Idi Mubarak. Sasa katika picha hiyo ndio kuna maswali mengi sana yamezuka baada ya, ya Queen Darling kukosekana kwenye uh, posta hiyo kwa sababu kwenye posta kuna wasanii wanne tu, yani, Diamond Platnumz, Zuchu, Lavalava Lava, pamoja na D Voice. Watu wanauliza wanauliza Queen Darling sio msanii wa WCB kwa sasa? Mbona huwa hawamu include kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na lebo ya WCB? Mfano kama hivi kwenye picha hii, wengi walitegemea kumwona Queen Darling atakuwepo katika hii picha akiwa moja kati ya wasanii ambao wanaunda lebo ya WCB. Nini ambacho kimetokea eh, na nini ambacho kinaendelea kwenye muziki wa Queen Darling? of course amekaa kimya kwa muda mrefu sana kimuziki e, na toka aingie kwenye ndoa mambo ya muziki tena akaa amepaki pembeni. Hatujamwona tena Queen Darling kujishirikisha ile direct kwenye muziki since ameingia kwenye ndoa na kupata mtoto mwingine na mambo mengine yake ya maisha kuendelea. So watu wanauliza Queen Darling ametoka kwenye lebo ya Wasafi au walimsahau tu kwenye posta hii ambao wameiposti siku ya jana kwenye kuwatakia watu heri ya sikukuu ya Idi. Ni swali tu ambalo mashabiki wako nalo mpaka sasa hivi. Unaweza kudrop komenti yako hapa chini. Mi naitwa Riki Kisalala sana. Instagram, Facebook na Twitter napatikana kama Riki Media TZ. Bye bye.